Ni furaha iliyoje kukutana nawe tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na kukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Kama kawaida, msomaji wako ni mimi Safari Almas, nitakuomba uweze kunitegea macho na kunipa sikio mwanzo hadi mwisho, na nasema karibu. Tuanzie na uko Fizi ambako mbunge wa taifa mchaguli wa tarafa ya Fizi Nyamangio Kuishibwela Obedi ametoa pole kwa raia wahanga wa mafuriko wa kijiji cha Kasaba, huku akiahidi kuwatembelea kuomboleza pamoja nao. Akizungumza na tv yako, mbunge huyo wa taifa mchaguli wa tarafa Afizi amesema kuwa wabunge wote wa taifa wa tarafa la Fizi wameshajadiliana ili kuenda kuwapa pole wakaji wa, wa kijiji cha Kasaba iji ambacho kinapatikana sekta ya nganja tarafa ni Fizi ambacho kilikumbwa na mafuriko kama alivyoeleza, tumsikilize. Mbunge huyo kama naja mbele yenu kwa saa hii, kikupana tu pole pole kwa mahafi mmetokea kwa mgini wetu wa pale Asaba, wengine wanaita Kasaba meme, lakini sisi mkiwembe tunaita asaba donk uh, tunatafuta kupana pole kwa jamaa zote ziliopata shida hapo. Tumesikia mwingine yote imeenda, watu karibuni mia na zaidi wamepotea ndiyo na wengine kujeruhiwa wako kwenye hospitalini e, pale. Tunapenda tukupana pole kabisa kwa saa hii, na tuko informe na unapenda kufanya contact zote za kuwezekana kusudi tuangalie namna gani msaada kidogo inaweza akafikiwa ndugu huko. Inafika habari wakati ya weekend, ndio shida kidogo akose mambo itakamata muda, lakini tuko deja tuna biwazia kokisi yetu ya madepute ya Fizi, tuko pamoja na tuko tuna eshange na tuone jinsi mambo inaweza ikafanyike, na hiyo njoo pole tunapenda kupana e, tu, we, tujipe moya na tujue kwamba shida zinafikaka, lakini wakati tunasimama na imani tunasimama e, na mafikiri ya kusema vitapita na tuendelee na maisha itaku wa mambo mzuri sana basi. Mungu aendelee kusaidia wandugu wenye wako kwa hospitalini na aendelee kufariji e, wenye jamaa zilipoteza e, watu na hata wao wenye kuwa kwenye hospitalini wote wafarijike tunaenda kushukuru kwa wandugu wote walisaidia kuponyesha wamoja wamoja wenye walipona na wenye walijitoa wa deja jusqu'a maintenant tunashukuru, ile hopitali ziziko pembeni pembeni kwa kazi wamefanya, Mungu awabariki nyinyi nyote. Asante tena, na Mungu atusaidie, atupe nguvu tuwe sote umoja kwa kusaidiana katika shida na huko Baraka ni kwamba kamisheni inayosimamia ujenzi wa jengo la ofisi la jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili imeomba kwa raia kuendelea kutoa michango yao ili mjengo huo upate kumalizika. Baruani Rajabu Jean Antoine ni moja kati ya wanaosimamia kazi hizo, amesema kusikitishwa kuona baadhi ya raia kwenye mitandao ya kijamii wanaendelea kuongelea kwamba michango ambayo imekwisha kutolewa inatosheleza kuweza kumaliza jengo hilo. Baruani ameeleza afuatao kwenye TV yako. Kila mtu ana ile jukumu ya kujiuliza, kwa sababu ni ni lengo moja ya maendeleo ya kwetu, na ni kitu inahusu raia wote wa mji wa Baraka, na terituari ya Fizi mzima. Mtu kama iko mukomite, ama muile mu sirkui yenye iko na tembeza ile mambo, ni kawaida meya, muhimu ni kuuliza na mtu anaambiliwa ofete sie ile jengo bisagi sinasemekana, ni mradi wa kiraia ni projet communautaire, ni raia rahia ndio ile jiangaje ilisema sie tunapashwa pata jengo la province educationnelle ya Sud Kivu deux, na kama ni siye, na kama ni sie ndio tunajenga ile ile kidogo yenye tunapata kupitia raia ile michango ndio tunafanyisha kazi. Mfano kama sie tunapata saki makumi tano ya sima. Pale tuko na zamu tunamulipa kila mwezi. Eko na vifaa yake ya kazi biko pale. Na kama hatuna kitu inapashwa sasa sisi kamati tunakutanana, tunapana mawazo ile sima muta ichunga please ya simwa. Itaribika. Tunapana mawazo tuko na sima. Me apart sima tuko na haja ya kupata ingine ma, ma material. Mchanga, mai, kulipa bafundi mbao, na kadhalika. Sasa vile vitu tutavipata wapi kama hatuna navyo? Tunapata tu saki makumi tano ifo, tunaikala chini, tunapana mawazo jisi tutatembeza juu ile sima iweze kutumi kutumika isiharibike. Mwishowe baruani Rajabu amesema jengo lile ni kubwa na misaada ambayo ilishatolewa bado kutosheleza kwa kumalizia jengo kama livyorejia. Mara tena, unaona ile ni jengo la kabambi, ile proje ni proje ya kabambi, ni nyumba ya nivu mbili na ni nyumba ya mita kumi na kenda ku kumi na munane haiko nyumba kidogo seloki si ya engener alifanya dev na pla yake ile nyumba franga zinapashwa maliza ni dola elfu mia tatu, makumi munane na ine e, mia mbili makumi saba na moya nuta tano ya dola Haiko franga kidogo, na kama tunapata ile nusu kidogo, tunaangalia nini ya kufanya. Hata kama iwe kidogo, inatumika kazi, ndio sisi tunafanya na watu kusema ni ni kawaida, watu walijitolea kama vikao mekuko venye depuis wa jitole, basi mienda toa sansaki, abaya toa kata saki moja, huko mwalisema kata toa saki kumi, maisha toa saki mbili, na ile saki mbili ni apres mwaka, apres miezi saba Unaona, na sasa tunapata saki mbili saki mbili kujengo, saa ile itafanya kazi gani? Unaona, magumu yenyewe tuko nayo me, lakini tunapenda kuambia raia watu wajitolee ni jengo kabambi sana na ni raia njo inajenga ina ile jengo, aiko serikali ni biro ya serikali mesisi raia njo tunaijenga. kwengineko niko Kilembwe, mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi yanasema kukemea hali ya kutokuelewana iliyoripotiwa Pakilembwe kati kari ya makundi mawili ya kizalendo iliyopelekea risasi nyingi kusikika wiki tunayo Pakilembwe. taarifa tunayo ni kwamba hali hiyo ya kutokuelewana imeripotiwa kati ya kundi la kamanda Gwels zidi ya mwenzake Matie makundi hayo yalifyatuliana risasi na kupelekea hali ya usalama kuwa mbovu kwa raia wa eneo hilo, kama alivyohakikisha pia Abedi Sumbi Abdul, mratibu wa shirika jipya la raia NDC chumvi ya Kongo sekta ya Lulenge. Tumsikilize. Ndondo ya siraha ilisikika ndani ya jiji la Kilembwe muda wa saa nane nusu za mchana kati ya kikundi ya galis komanda wa groupe de jeunes na Mathieu wasnpcc walililisha masasi jijiloto lilishikwa na wasiwasi, watu wengine kwenda porini. Lisasa lililia pale parking ya karibu na hospitali tena na paruasi ya Katolika. Hiyo njua habari ya masikitiko kwa fatilia kitendo cha wao kugombana. Ilisemekana ya, ya kwamba kuna askari mmoja alikuwa wa galis akakimbia na silaha hilo silaha tena akaenda uzisha Mate, Komanda Mate, sasa kwa kudaiana hizo siranjo zilileta uzuri na zikaleta sura mbaya. Ndio maana walifika mpaka kwa kufyatuliana risasi. Sasa kitendo hiki kesi kama vile shirika la raia, tumekilaani sana kwa sababu wao galize mbembe mate mbembe wote watoto wote wanakaa hapa hapa kilembo wafanye vitendo kama hivyo vinasikitisha sana na kuleta hofu na kuleta hali ya huzuni sana watu wanachuhudia adui mmoja kwa nini wao tena watu kwa wakigombana wakileta matatizo wao kwa au kuhatarisha raia kuogopesha raia hiyo ni vitendo vibaya sana sisi kama vile shirika la raia tulikuwa naomba wakuu viongozi kwa hivyo vikundi kwa ngazi za juu wanyamasishe hizo hewa sio hewa si nzuri kabisa ni hewa mbaya ambazo zinaweza leta maafa huko mbele ya mara, tunasonga na tumalizie na uko Uvira ambako mwananchi Andre Bya Dunia Mashaka ametaja kuishi katika usalama mdogo kwa sasa kutokana na vitisho vya maisha anavyopata kutoka kwa watu wa nia mbaya ambao bado hujulikana ndani ya mji wa Uvira. Kwa jambo hilo, anaomba kwa idara ya usalama na raia kuweza kumlindia usalama wake. Katika mazungumzo na TV yako lida wa mkoa wa Kivu Kusini, Andre Bya Dunia Mashaka ameanza hapa kutoa historia juu ya vitisho anavyovipata. Sijui ninaweza kusema nini kwa sababu tangu le 20 ya avril, le 20 ya mwezi wa ine ndo nimepata mtu ee, anakuja kuniambia kwamba amepewa habari anifikishie habari kwamba wataniua. Akaniambia kwamba mwenye ataniua akamtaja jina, nikamfahamu, lakini mimi sijawahi kumwona. Nilimwona limoja tu, tulikuwa ku, kwenye mkutano kwa komanda secteur, nikamwona tu, lakini sikujua kwamba anaweza <laughs> kuniambia hayo maneno, kwa sababu siku aliniona Alinishangaa, ah, we njo Andre Byadunia, we ndo unasemaga kumaradio nasemaga wazalendo. Nikaambia njo mie, nasema asante sana kabisa. Nikaambia basi kuna shida, tuko pamoja. Basi nikasema kama taniua huyu mwanasema taniua tasema juu ya nini? Aseme ah, mnajuana. Nikaambia mi sijui, kwanza sijawahi kufanya lolote naye nice, sijawahi ku, ku, ku, kuchangia na yeye ile kaisha. Nikabaki sasa niko kwenye kivive, ninajua kwamba saa yote nikimwona nimuulize anataka nini? Sina deni la mtu kwa kweli, gisi unavyoniona hapa. Hakuna mtu anaweza kusema kwamba mwanaume hawezi kukosa deni, lakini hakuna mtu anaweza kusema kwamba nina pesa zake, nimeshawahi kupigana naye, nimeshawahi sijui kutana katika mambo nikamtusi kwenye redio. Lakini nilipofuatilia nimeshangaa kusikia kwamba nimetuma audio kwenye radio Kivu FM na, na message du peuple Uvira, ya kwamba wazalendo wa wanakuwa ni M23, eti mimi nimewaita wazalendo M23. Ah, nikasikia damu imenisimama, nikasema yule ambaye anataka kuua imbwa yake anaiakizaka tu kama imegonjwa. Basi ilipofika siku ya tano, ile wakati mlisikia kwamba masasi iko nalialia pale Kavindula, nikapata mtu amekuja kuniambia kwamba nilikuwa kwenye huo mkutano, nimesikia kwamba wanasema wanapashwa wakuue ava mercredi. Kwa sababu hiyo ilikuwa siku ya tano, akasema mercredi asemene ingine wanasema lazima uwawe. Nikasema hakuna shida, Mungu ndo anaweka watu yote. Basi nikaikaa hivyo hivyo, najua sasa nakuwa nilale hapa leo, kesho pale, kesho nitembee hivi, nikiona mtu kwa anakuwa na silaha ninakwepa. Nikasema hiyo ofete mpaka wapi? Nikamwambia gavana, nikaambia meya wa jiji, nikaambia pengine ba autorite, nikainforme ma organisation ya droit de l'homme na ikabaki vile, nikajua kwamba kuna siku tu nitamjua huyo mtu ambaye kuna nichonganisha. Mwisho yo ameongeza kuwa vitisho hivyo ni moja kati ya njia ya kupenda kumnyamazisha juu ya utetezi wake, kama alivyoeleza mara tena Andre Byadunia Mashaka. Tumsikilize. Bas, nilikuwa kwenye kipindi Barza di Peuple ya radio Le Messager, nikasikia mtu ananitumia simu inalia, nika message kaingia, nilipo niliposoma anasema wewe, umalize kubomola bomola vyako huko na bomola mure, nasi tutakubomola hapa nje Ukitoka walimwagika nje ya studio ya nyumba ya radio na wazalendo na vijana na wababa na wamama, kuja kuangalia nani anatafuta kuniua ninawashukuru sana watu wa uvira na wakanishindikiza mpaka nyumbani kwangu nikakuta nyumbani nako kuna kwa wengine wazalendo wanachunga mlango pale bas nikalala asubuhi nikaamka niko salama na mpaka leo niko salama lakini kwa bahati nzuri ile tariki saba mwezi wa tano nimekutana na ndugu yangu mmoja ambaye walikuwa nasema kwamba nanikania kuniua akanaambia mimi sijawahi kusema hizo habari na si, si, si, siwezi hata labda mwingine mwenye jina yake mwenye haiko mie basi naye akakataa kwamba haiko yeye. Sasa niko najiuliza ni nani, sitakwambia ni nani. Najua kwamba sisi ambao tunatetea haki za binadamu na wafanyasiasa wanakuwa wanatutafuta sana, na hasa wafanyasiasa wengine, labda wale ambao wameshachoka, wameshafeli, hawawezi kutaka watusikie. Lakini nitakumbusha tu kwamba mimi nilikosa na sauti polisi ya nef milvua, sikufanya fujo, nilibakia kimya, naendelea kufanyia raia kazi na kama nio ndio nakuwa tatizo basi wanisamehe, lakini siwezi kuiacha kwa sababu kazi yangu vokasio yangu ni kutetea raia. Ninajua kwamba Mungu atanichunga wote ambao wanapanga yote ku, ku, ku, ku, kupitia mimi kuniharibisha haitafaulu hata siku moja. Niko na imani Mungu ambaye ninamuomba Mungu wa Uvira, Mungu wa Sud Sud Kivu, Uvira, Fizi, nafasi nyingine, kwani natetea, hawezi kukubali watu waniharibishi. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Nitakuomba usikose ku like, kushea na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahii. bye bye. Fizi News 24. Média d'information en temps réel.